U hali gani, ndugu yangu? Ni kushukuru tena kwa kuendelea kuwa pamoja nami katika nyakati zote, nyakati za furaha, nyakati za huzuni, nyakati za kutafakari na nyakati zingine zote. Na niwashukuru sana wale ambao wanaendelea kusubscribe na kulike, kushare na kucomment katika uh, ukurasa wetu hapa wa Nyikani TV Africa lakini kwenye comment selection katika mada mbalimbali mbali ambazo tunaendelea kuzizungumza muda huu, nimeona tuzungumze jambo moja, ikiwa ni jumapili hii ya mwanzo kabisa wa mwezi wa kumi, tukielekea uchaguzi mkuu na huko tuendako zaidi, kwa wale Mungu atakaotujalia kuwa na afya njema, kuwa na uzima na vile ambavyo Mungu atakavyoamua. Ninasema haya kwa sababu kama mjuavyo, ni nyakati ambazo Aa, hakuna hajua kesho kwa sababu kesho ni ya Mungu. Nimeona kwamba tutafakari kwa pamoja mambo haya mawili ama jambo moja lililo na mambo makuu mawili ama jambo moja lililo na mifano mikuu miwili katika eh, tafakari zangu au tafakuli zangu ama tafiti zangu, nimegundua kwamba hakuna chama cha siasa kinachoweza kutuunganisha kama wanajamii moja, hakuna chama cha siasa kinachotuunganisha kama Watanzania, hakuna chama cha siasa ambacho kina nia njema ya kutuunganisha kwa sasa. Nazungumzia kwa sasa, kama watanzania wenye mira moja. Aa, kwa sababu ninafahamu kwamba watu wanaweza kuunganishwa kwa vitu vikuu viwili. Jambo la kwanza ni utu wema, utu wema, utu wema unaweza ukawaunganisha watu na wakajisikia kweli ni wamoja. Jambo la pili ni matatizo. Matatizo yanaweza kuwaunganisha watu wakawa kitu kimoja. Kwa nini nataka tutafakari jambo hili na kwamba vyama vya, vya siasa viwezi kuwaunganisha watu bali ni matatizo na utu wema? Hebu fikiria unafahamu sisi sote mimi ni mmojawapo ambaye aa, hata nikialikwa kwenye kazi za kihabari kwenda kufanya kazi na mtu ama kiongozi ambaye anakinga mtu yeyote, ambaye anakinga, mimi ninaamini kwamba si mtu salama kwangu, na ninaamini kwamba ni kama si mtu mwema. Na hii sikulazimishi wewe uamini hivyo wepia unaweza kuamini vile ambavyo nadhani unaweza kuamini, ila mimi naamini kabisa kwamba mtu mwenye kinga ya kutokushitakiwa kushitakiwa uh, oh. Sidhani kama ni mtu mwema, kwa sababu anaweza kufanya jambo lolote, kwa sababu anajua kabisa kwamba hawezi kushitakiwa. Lakini jambo la pili ambalo ninaliamini uh, katika kutafakari ni kwa pamoja, ninaomba ni kushirikishe kwamba Watanzania wanaunganishwa na matatizo. Tuanzie mbali kidogo. Kwa wakazi wa mikoa ya kanda ya nyanda za juu kusini, wanakumbuka lakini, na watanzania wengine pia wengi wanakumbuka, waliokuwepo wakati huo miaka ya elfu mbili na kumi na mbili hivi, elfu mbili na kumi na tatu hivi, kulitokea mzozo kati ya Malawi na Tanzania. Ni mzozo gani? Mzozo huo ulikuwa unahusu mipaka ya ziwa Nyasa na wakati huo rais wa Tanzania alikuwa Jakaya Mrisho Kikwete, na rais wa Malawi alikuwa ni Joyce Banda. Na mpaka zikatolewa kauli kinzani katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwa sababu wakati huo marehemu uh, Bernard Membe alikuwa waziri wa mambo ya nje, kwa hiyo kukawa na kauli tofauti tofauti ndani ya bunge na wakazi wa kanda nyanda za juu kusini, hususani mkoa wa Mbeya, walishuhudia madege ya kijeshi yakiwa yanapita angani kwa muda tofauti tofauti, na Watanzania walio wengi, ama kwa jumla walio wote, waliungana katika jambo hilo. Waliungana kwa sababu ya matatizo hayo. Ukiachana na jambo hilo ambalo Watanzania waliungana au tatizo hilo ambalo Watanzania waliungana kuhusiana na mzozo kati ya Tanzania na Malawi, ambao kimsingi ni kama ilitokea robo vita kwa namna moja ama nyingine, kutokana na mazingira yalivyokuwa yakijitadadisha ama yakijieleza. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, tumeshuhudia jijini Dar es Salaam Watanzania wakiungana bila kujali itikadi za vyama vya siasa wana nini, lakini baada ya matatizo yanayowahusu watu wote waliungana na kile ambacho kilikuwa kimetokea, ambapo baadhi waliamua kupiga mawe mabasi ya mwendokasi kutokana na kadhia mbalimbali ambayo iliwapata, na hatimaye Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan akatengua uongozi wa mabasi hayo yaendayo kasi ya mabasi ya mwendo kasi na makampuni yake na kuweka watu wengine, lakini tulimuona Waziri Mkuu Kassim Majaliwa akienda pale Kimara na kuzungumza na umma wa Watanzania kwamba Watanzania hasa hawa tunaoita wananchi hawakuwa wanaridhishwa na huduma ambazo zinatolewa na serikali kupitia mabasi ya mwendo kasi na akatoa maelekezo kadhaa ambayo yalijitokeza lakini, msingi wa haya yote ni nini? Msingi wa haya yote, ninasema kwamba watanzania wanaunganishwa na masuala mazima ya matatizo yanayowahusu watu wa, wa, wa wote, lakini vyama vya siasa haviwezi kuunganisha Watanzania. Lakini tutafakari zaidi, tuende mbele zaidi. Je, kwa nini viongozi wanajiwekea kinga za kuto kushitakiwa? Nini maoni yako?